Name is, um, my name is Moses Wanyonyi. Uh, I want to thank my bishop for the sermon he has given us today on understanding the times. Allow me also to join my bishop and our church in joining the Odinga family. Raila Odinga was a great leader in Kenya. We've prayed for the family. My bishop has prayed for the peace of Kenya. We've prayed for our leaders and uh, we were not able to join the Odinga family in mourning. We remember Odinga for bringing us uh, uh, very many changes in Kenya, democracy. He stood for institutions in Kenya and today we want to join the family in condoling together. And as a church, like the bishop has said We pray for peace and pray for Mama Ida and the family. May God bless that family. Asante sana. To that, my name is David Waliaula, Secretary General of Revival Prophetic Living Ministries. We just want, as a leadership of Revival Prophetic Living Ministries, to confirm and stand with our spiritual father for the betterment of our nation. Yale yote amenena. Sisi tunamuunga mkono haswa mambo ya kapchai. Tafadhali siasa sio wa udui, we are brothers and let relate well, kwa sababu hii mambo ya kupigana kila siku i think uh, is one is against the word of God, iko kinyume na neno la Bwana. We are all brothers, tupendane, siasa isilete utengamano kati yetu. Mungu wa maana wabariki. Thank you. Na pia ni mwenyekiti wa Church and Clergy Association katika kaunti ya Bungoma, kwa niaba yangu na niaba, na kwa niaba ya kanisa letu la la Revival na kanisa la Bungoma tunachukua fursa hii kutuma rambirambi rambi zetu kwa Wakenya kwa ujumla kwa Wakenya kwa ujumla, kwa kumpoteza mmoja wa watoto wazalendo, kijana mzalendo ambaye alikuwa na akawa eh, kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Sisi kama kanisa hatungeweza kufika Bondo, lakini tunajumuika na Wakenya wote kuomboleza kifo chake na tunatuma tu neno moja kwa Wakenya kwamba tuwe na amani msimu huu ambapo Wakenya wote wanaomboleza. Mimi kama mtumishi wa Mungu nasema pole kwa familia, pole kwa Mama Aida Odinga na watoto wake, pole kwa upinzani, pole kwa Orange Democratic Movement. Kwa hakika kama taifa tumepoteza tumepoteza mwanasiasa hodari. Huu ni mti mkubwa katika anga ya siasa ya Kenya, na najua kwamba eh, ndugu zetu kutoka Nyanza watakuwa yatima kisiasa. Nina ujumbe kwenu kwamba Mungu wa binguni atawasaidia. Amen. Na ujumbe wangu kwa Wakenya ni Isaya Neno la Mungu Isaya 41:9 na kumi kwamba Mungu atawasaidia Amen. Na hata waacha yatima yes. Tunakumbuka sisi kama mkoa wa Magharibi tulipopoteza Wamalwa kijana same. Tumepitia katika changamoto nyingi kama mkoa wa Magharibi na pia ndugu zetu katika mkoa wa Nyanza hamuko peke yenu, tuko pamoja na nyinyi yes. na tunawaombea kwamba Mungu awapitishe wa katika msimu huu wakati huu mgumu. Kama Wakenya tudumishe amani, and the only gift that Kenyans can honor Baba Raila Amolo Odinga it, it is to stand and do what he stood for. Ni kutenda kila alipigania, that is the only gift. Alipigania usawa wa taifa letu, alipigania umoja wa taifa letu sure. Alipigania katiba mpya 2010. Mm. Alipigania ugatuzi yes. Mambo haya ambayo ni ya kimsingi ambayo kwa sasa iko kila mahali. Njia ya pekee ya kumheshimu Raila Amolo Odinga ni kwa kutekeleza alichokipigania, alichokisimamia akiwa hai. Amen. That is the only gift we can give to baba as Kenyans. Don't give up, God is there. Inji hii ni inji, sisi ni wacha Mungu, is a god fearing nation and we know god cannot leave us alone. Mungu atatupigania pia. Nikiwa hapa nataka kuomba eh, viongozi wetu katika kaunti yetu ya Bungoma, wazee katika kaunti yetu ya Bungoma wakiongozwa na mzee wa Lukana ambaye anasimamia kamati ya wazee, elders of this county Tunawaomba kwa unyenyekevu kwamba msuluhishe tofauti ambazo ziko kati ya wanasiasa wanaotoka eneo hili. Wazee wote wa magharibi, tunawaomba msiruhusu wanasiasa wetu ambao ni watoto wenu wakapigana kama bado muko na mnaona, kwa sababu wanapopigana ni hasara katika eneo hili wakati wanapigana maeneo mengine yanaendelea. Kwa hivyo mimi, kwa unyenyekevu, natoa sauti hii kutoka katika madhabahu haya ya Revival na waomba wazee the Council of Elders, Luya Council of Elders, Bukusu Council of Elders, please mwite viongozi wa mkoa huu Muwarekebishe, mzungumuze nao, panapo wazee hapaaribiki neno. Mkoa wetu wa magharibi, siasa za mkawanyiko zimefanya hatuna maendeleo inayostahili kuwa huko. By election is coming in Kabuchai in Bungoma. Please watu wa Kabuchai, maintain peace watu wa capture and maintain peace. Peace supreme. Tukiwa na amani tunapata maendeleo. Bukusu Council of Elders, please, hamwezi kushindwa kukutana na spika wetu, muangalie ni nini kilifanyika kukatokea mgongano kati yake na mbunge wa Kapchai Karasinga Majimbo. Sisi kama wachungaji na sisi kama kanisa tunashindwa tufanye nini? Kugongana ama kutokusikizana katika idea isifanye iwe wadui kati yenu if you differ with your political colleague in ideology does not mean he is your enemy, does not mean he is your enemy. So please, please, kama mtumishi wa Mungu ninauliza viongozi wetu, tunawauliza spika wetu akiwa kiongozi ambaye kwa sasa Western tunamwangalia tafadhali tuna tunamwomba in his capacity atumie uwezo wake kuleta waluya pamoja, atumie uwezo wake. Raila amefika pala, alifika kwa sababu ya support aliyopewa na wanasiasa kutoka mkoa wa Nyanza. Hakuna mahali utaenda bila bila bila wananchi na wanasiasa wa Western kuwa kitu kimoja na kuwa nyuma yako. So ninaomba kwa unyenyekevu kwamba spika wetu, tunakupenda tunakuombea, na hiyo ndio kiti pekee labda tuko nayo ambayo tuna wajibu ya kuwaombea sisi kama kanisa leo tumeombea viongozi we have prayed for our president we have prayed for executive we have prayed for legislature we have prayed for parliament or legislature and as a church we pray that this country remain in unity during this time of mourning don't allow politics to divide us we are all kenyans we are all kenyans so let us pray for our country. Naomba wachungaji wote na watumishi wa Mungu tuombee taifa letu, tuombee viongozi wetu, ili majanga kama haya Mungu akipenda atuepushe nayo. La mwisho ni amani tu, kile ninaomba tudumisha amani. Bungoma County tuwe na amani, kuwe na amani kati ya wanasiasa, kuwe na amani kati ya wapinzani na siasa isifanye muwe na uadui mupigane, maneno ya kurushiana kwamba eh, fulani amenua bunduki amefanya nini. Maneno kama hayo si mazuri, si mazuri kabisa. So tunawaomba kwa unyenyekevu, tunawapenda. You are our leaders, please accommodate each other, each other. Yes. In all level of governance. Just accommodate each other. When you differ in ideology, you differ in agendas, does not mean you are enemies. <coughs> No. You are brothers and sisters. Mungu abariki Kenya. Na tunaombea familia ya Mama Aida Odinga na watoto wake kwamba Mungu awape nguvu wakati huu mgumu wa majonzi. Na wandugu zetu kutoka Nyanza, you are our brothers, tuko pamoja. Sisi hatukukuja matanga, lakini tumewaombea tukiwa hapa Amen. Na tumewaombea taifa letu, Mungu awabariki. Amen. Amen. Amen. Kwa uchaguzi ndogo unaokuja katika taifa letu, mimi naomba tu kuwe na uwazi na turuhusu wananchi wa exercise their mandate. Wananchi wapige tu kura kwa amani, wapige kura kwa uwazi tuweke mazingira bora ya uchaguzi huo kutekelezwa bila pingamizi, bila vishawishi vyovyote. Sisi kile tunaomba ni kwamba wananchi wapewe nafasi ya kuchagua viongozi wanaowapenda na viongozi wanaowataka.